Mungu aliumba mwanadamu. Wakati ambapo Mungu aliumba mwanadamu, aliumba mwanadamu akamtenganisha na dhambi, alitenganisha mwanadamu na dhambi. Wakati ambapo Adam and Eve walijaribiwa, Eve akakula matunda iliyokatazwa ndio wakati ambapo dhambi iliingia kwa mwanadamu. Ndani ya mwanadamu ako na uwepo ya wema, mwanadamu aliumbwa kwa uwepo wa mema, kwa matendo, kwa kunena, yeye mwonekano wake mbele za Mungu alimuumba kwa uwepo ya mema. Ndio maana mwanadamu ndani mwake ndani mwake ako na ako na ile nguvu nguvu ya kutenda mema. Kutenda mabaya huwa kunatokea na mwinuko mwinuko wa ushawishi, sauti za mwinuko za kushauri kutenda dhambi kwa mwanadamu, mwinuko wa ushauri za ku instruct ku kuelekeza mwanadamu atende dhambi. Ila ndani ya mwanadamu, ndani yake, ndani yake, ndani yake, ushaona tu, unaweza unaweza amka utende chochote, yaani utende jambo bila kuambiwa, jambo bila kuambiwa hmm? unakuta hiyo ni hiyo huru, uhuru ya uwepo ya kutenda mema sa so unakuta anatenda tu anatenda tu anatenda tu mema lakini dhambi, dhambi unakuta mtu akitaka kutenda dhambi, mtu akitaka kuelekezwa kutenda dhambi, kunatokea na uwepo ya sauti ziinukazo za kushauri mwanadamu atende mabaya, ila mwanadamu ni uwepo ya mema. Mungu kwa kuokoa mwanadamu akamtuma Yesu. Tunatubu, tunaomba kwa jina la Yesu, tunatakaswa. Kwa matendo yetu tunapotenda mema, tuna tunapotenda mema tunajiandika kwa uwepo wa mema. Tunaponena mema, tunajiandika kwa kitabu ya uwepo ya mema. Tunapotenda mema tunajiandika kwa kitabu ya uwepo ya mema. Wakati ambapo tunatubu, tunatubu mbele za Mungu kutoa dhambi ndani mwetu, tunapodhihirisha kwa matendo yetu kwa kutubu ambayo tumetubu. Unakuta hata kutubu pia ni matendo. Wakati ambapo mtu anaacha dhambi hiyo mbele ya Mungu, pia inatokea ni kutubu, ni kuacha, tuseme kuacha dhambi, kukataa dhambi mtu wakati ambapo ananena mema, pia anatia sahihi, anatia sain. Sain anatia sain kwa kitabu ya uwepo ya mema kwa maisha yake. Matendo yetu kunena kwetu, matendo ni kutimiza, ni kutimiza. Hata mtu wakati ambapo anatenda jambo, anatimiza na hiyo kutimiza ni kujiweka kwa kitabu. Tunapotubu mbele za Mungu, tunapoomba mbele za Mungu, uelekezaji ndani mwetu, yeye hutufanya kwa hiyo uelekezaji wake tuelewe yaliyo mema. Shetani naye yeye hutumikia sauti kufanya mtu aesabikie kwa uwepo wa mabaya, ila mtu ako kwa uwepo wa mazuri. Ndio maana sauti na mwinuko tofauti tofauti uinuka kushauri mtu, uinuka kuelekeza mtu kwa mabaya, ila ndani mwetu bado tunapata ufahamu ya vile ambavyo Mungu alikusudia kwa maisha yetu, vile ambavyo Mungu alikusudia tuwe kwa maisha yetu.